No, na kama kawaida tumalize na mizengwe. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen alitawala mitandao ya kijamii kutokana na mavazi yake baada ya video kusambaa ikizungumzia alichokivaa kwa njia ya ucheshi. Kwe, kwenye siasa naibu gavana wa Machakos Francis Mwangangi anahoji ndoto ya Rais Ruto ya kuiendeleza Kenya kuwa kama nchi za ughaibuni. Tazama ah, Murkomen nisaidie niweke data. Sitaki pesa mingi. Katika makala ya mizengwe wiki hii, Waziri Kipchumba Murkomen alitawala mitandao ya kijamii baada ya video yake kusambaa. Mwana tiktoka Paps Lewiso akizungumzia mavazi ya Murkomen kwa ucheshi. Mwazimiwa Murkomen. Na amevaa tai tu bwana. Nani mheshimiwa? Ah, hata si mheshimiwa? Ni mimi ni minister. Ah, huyu minister anaba tight. Tindo ule. Hayakuishia hapo. Video hiyo ilimpa Lewiso nafasi ya kipekee ya kukutana na kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Murkomen. Hapa Murkomen akitumia nafasi hiyo kulipiza kisasi akizungumzia alivyovaa Lewiso. Si mnaona ana pensili? <laughs> Haya, tugeukie siasa. Naibu gavana wa Machakos Francis Mwangangi ameonekana kukerwa sana na wanaomkosea heshima kiongozi wa Waipa Kalonzo Musiokaa. kama rais, tutakuheshimu ikiwa utaacha kutuzi watu. Ikiwa unaendelea kutuzi viongozi wenzako, hujue hata wewe tutasimama hapa, htutakujibu Kalonzo, si mtu is the next president of the republic of republic Jesus name. Na unasemaje kuhusu ndoto ya rais ya kuleta maendeleo Kenya iwe kama nchi za majuu? Huyo rais wetu wakati anatembea anafanya nini? Si akae chini ya solve that one first. Mm -hmm. Eh? Atatembea kila mahali. Watoto wetu wa vyuo vikuu wanaharibikia shule. Hatujui wanafanya nini. Wengine nimeona wanafanya kazi kwa mijengo. And we have a president who is talking about transforming the country to a level of Singapore. Sasa <laughs> Are you transforming when you are killing the education sector? Ila aliyowasema rais Ruto kuhusu umoja wa jamii Ukambani yalionekana kumkera sana Gavana Ndeti. Mimi nashangaa tunaambiwa sisi Wakamba eh, ni watu wa vomwe na vetwe. You know, vomwe na vetwe inamaanisha msimamo Haya, tumalizie kaunti ya Kakamega huku, seneta Halwale The Bull Fighter amesema peupe, yeye ndo kusema kwa masuala yanayohusu jamii ya Mulembe akimtaka Rais Ruto kumtafuta mapema kabla ya mwaka 2027 la sivyo, mambo yatakuwa magumu kwake. Mtu anayekusukuma haduo dharau huyu kataa panyako hadualetawe President Ruto, let me tell you 2027 kitaumana Ute... hapo <laughs> ndio wakati utajua kwamba hapa Kakamega unahitaji unaitake ndio ufaulu. James Mwangi, makala ya mizengwe.